Haleluya, haleluya! Ni kipindi cha maombezi ama maombi. Popote pale ulipo, unaweza ukajiunga tu nami tukaenda kwenye maombi. Kama we ni mgonjwa weka mkono wako popote pale ambapo kuna kuuma, iwe kwenye moyo iwe kwenye kifua iwe kwenye shingo miguu, weka mkono wako popote pale kuna kuuma. Nina, kuna nguvu za Mungu masaa haya, kuna uwezo na mamlaka ya Roho Mtakatifu ya uponyaji masaa haya. Kama we ni mlemavu, shika tu miguu yako popote pale kuna kuuma. Hata kama ni cancer, hata kama ni arthritis, shika tu, weka mkono kwenye magonjwa yako, natabiri uponyaji juu yako masaa haya. Hata nguvu za Mungu zianze kushuka mahali ulipo masaa haya, right now right now, natabiri right uponyaji wako masaa haya, nguvu za Mungu zikukute. Pona katika jina la Yesu Kristo, pona katika jina la Yesu Kristo, pona katika jina la Yesu Kristo, pona katika jina la Yesu Kristo. Inafukuza roho ya magonjwa, ipigwe itoke kwa chini mbali, ipigwe itoke kwa chini mbali, natabiri uponyaji juu yako, pona katika jina la Yesu Kristo. Pona kansa, pona diabetes, pona arthritis, pona pneumonia, pona convulsion, kila aina ya magonjwa itoke ikuachilie, itoke ikuachilie, itoke na ikuachilie na upone katika jina la Yesu Kristo. Popote pale ulipo, nyosha tu mikono yako kuelekea kuelekea simu yako, kama unatazama kwenye runinga, nyosha mkono yako kuelekea tv yako. Popote pale ulipo, Bwana aguse maisha yako. Bwana fanye njia kwenye hakuna njia, Bwana afungue milango ya baraka kwenye maisha yako. Kila madhabahu ambayo inafunga maisha yako ipigwe na iporomoke, madhabahu hayo ipigwe, ipigwa chini, madhabahu ya roho ya umasikini, roho ya uchawi, roho za baharini Zip. Zipigwe na zingolewe masaha yao, zipigwe na zingolewe masaha, kila blokaji juu ya maisha yako, kila ulozi uchawi juu ya maisha yako, nimeharibisha siku ya leo, nimeharibisha siku ya leo. Natangaza uponyaji, natangaza uponyaji, ufunguliwe katika jina la Yesu Kristo, be free in the name of Jesus. Bwana akufungue, Bwana akufungue, nguvu za Mungu zishuke kwenye maisha yako. Kama wewe ni mtumishi mjakazi wa Mungu, naita roho Bwana tuwe juu yako, masaha ya hasa haya roho Bwana tuwe juu yako, atuwe juu yako, atuwe juu yako, atuwe juu yako. Pokea nguvu za Mungu, pokea nguvu za Mungu, pokea nguvu za Mungu. Usimame na utembee, usimame na upone, usimame na ufanikiwe. Nyota yako yanze kung'aa masaa haya, nyota yako yanze kung'aa masaa haya. Biashara yako iendelee, iendelee, iendelee katika jina la Yesu Kristo, na kuombea neema, na kuombea mamlaka, na kuombea uwezo, na kuombea uwezo na kuombea uwezo, upone katika jina la Yesu Kristo. Masaa haya yoyote aliyekuwa mgonjwa anapona katika jina la Yesu Kristo, anapona katika jina la Yesu Kristo. Maumivu ya kila aina, maumivu ya mgongo, maumivu ya ulcers, maumivu ya istoma, maumivu ya kwenye tumbo, maumivu ya kwenye kizazi, ipigwe, itoweke. Roza mauti, toka katika jina la Yesu Kristo, roza mauti, toka katika jina la Yesu Kristo. Watu wa Bwana barikiwe kiwe ubarikiwe, ubarikiwe, ubarikiwe, kiwe, kiwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana akubariki, Bwana akuinue popote pale uendapo, yoyote ule utakayemsilia mkono kumuombea abarikiwe, apokee nyota na afanyikiwe. Ukibariki mtu abarikiwe, ukilani mtu alaniwe. Neema ya Bwana itembee nawe, yoyote yule atakayeinukia maisha yako Bwana naye muinukie. Bwana amalize maisha yake na Bwana akufanya mshindi. Akufanya mshindi, akufanye mshindi, akufanya mshindi. Anayecheza ndani ya ndoa yako Bwana mtoe katika jina la Yesu Kristo anayecheza na nyota ya watoto wako, ona apige maisha yake, apige anena katika jina la Yesu. Yoyote ule anayechezea biashara na finansi yako, yoyote anayechezea afya yako, natangaza moto kufuatana naye. moto wa Bwana ufuatane naye, moto wa Bwana ufuatane naye, moto wa Bwana ufuatane naye, moto wa Bwana ufuatane naye. Kama we ni mtumishi, kama we ni nabii, kama we ni nabii, karama ichamuke masaya, nguvu za Mungu zishuke popote ulipo, masaya masaya

Pokea karama, pokea uwezo na mamlaka, katika jina la Yesu Kristo. Radi ya nguvu za Mungu itafute watu masaya, popote pale ulipo, kila nchi, popote pale ulipo, nguvu za Mungu zishuke, nguvu za Mungu zishuke, uwezo ishuke, mamlaka ishuke, na uwepo wa Mungu kushukie popote pale ulipo, popote pale ulipo. Nani alizimisha karama yako? Nani anajaribu kuzimisha roho ya maombi? Nani anajaribu kukufunga kinywa usiombe? Nguvu za Mungu zishuke alete uamsho wa ajabu, alete revival katika jina la Yesu Kristo. Jamaa yako mume wako watoto wako, baraka zishuke. Mungu auwe nguzo ya moto kwenye maisha yenu, atie nguzo ya moto. Wanapotoa picha yako iwake moto, wanapotoa vumbi ya miguu yako iwake moto, uchawi itekete We sipate mamlaka juu yako, kila mchewe anayecheza na, na maisha yako, natangaza moto kufuatana naye masaa haya, natangaza moto wa Bwana kufuatana naye masaa haya, moto wa Bwana fuatana naye masaa haya, radi ya nguvu za Mungu, radi ya nguvu za Mungu, radi ya nguvu za Mungu, radi ya nguvu za Mungu kila maali, kila maali, moto kila maali, moto kila mali mali mali mali moto kila maali, moto moto moto kwa jina la Yesu, Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo, natangaza baraka, natangaza ushindi. Bwana Yesu, tunalibariki jina lako kwa maana uko mwema, ibeneza, kwa maana unastahili Baba. Kila wakati tunapokuita unashuka na kutenda zaidi ya kawaida. Nimetangaza ushindi, nimetangaza baraka. So we pray decree and bless you in the name of Jesus.